rasmi wauguzi wanaadhimisha siku ya wauguzi kwa kumkumbuka mwanzilishi wa uuguzi duniani B. Florence Nightingale, siku ambayo huadhimishwa duniani kote kila mwaka ifikapo tarehe 12 mwezi wa tano. Kauli mbiu ya siku ya wauguzi duniani kwa mwaka huu wa 2025 inasema uuguzi nguvu ya mabadiliko duniani, yani, nursing power to change the world. Kauli mbiu hii ni wazi kabisa na inadhihirishwa na idadi kubwa ya wauguzi ambao ni asilimia sitini ya watumishi wote katika sekta ya afya, na asilimia themanini ya shughuli za afya zinatekelezwa na wauguzi wenye kujali utu, staha na heshima, ili kulinda afya za wagonjwa na wateja. Kwa sababu hiyo, mafanikio katika sekta ya afya yanatokana na mchango mkubwa na kazi nzuri zinazofanywa na wauguzi na wakunga wote nchini. Muuguzi amekuwa mstari wa mbele katika kulinda uhai na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Muuguzi amekuwa akifanya kazi hiyo kwa moyo wote, maarifa, upendo, huruma na uvumilivu mkubwa licha ya changamoto wanazokumbana nazo katika utendaji wake wa kazi za kila siku. Pamoja na hayo, tunakuahidi kuendelea kutoa huduma iliyo bora inayokidhi matakwa ya wateja na wagonjwa tunao wahudumia. Wauguzi takriban 32 walifanikiwa kuhudhuria kongamano la kisayansi na maadhimisho ya siku ya muuguzi kitaifa ambayo yalifanyika huko mkoani Iringa. Tunashukuru sana. Pamoja na mafanikio hayo, wauguzi tuna changamoto mbalimbali zinazotukabili: upungufu mkubwa wa wauguzi kwa asilimia sitini na tatu, hii ni kwa mkoa mzima. Baadhi wauguzi kutokupandishwa vyeo, ya wauguzi kuto kupandishwa vyeo, kuchelewa kufanyiwa mabadiliko ya vyeo vya kimuundo na kutolipwa stahiki za sare zao, kutopata nyumba za kutosha ili kuishi karibu na maeneo ya huduma kwa ajili ya kutoa huduma rafiki kwa wagonjwa. Wauguzi wanafanya kazi nzuri na nawapongeza sana, japo kuna malalamiko machache ambayo tunayapokea kutoka kwenu. Unaweza ukafanya mambo mengi mazuri, lakini ukifanya jambo moja tu baya linachafua yale yote mazuri e. Kwa hiyo sasa sisi kama wasimamizi wenu tutajitahidi kwamba wale ambao wanaharibu taswira ya uuguzi ambayo ni nzuri tunawachukulia hatua zinazostahili ili tuendelee kulinda ile taaluma ya uguzi, si ndio? Jamani, ndiyo. E, kwa sababu mtu mmoja anaweza kawachafua wote, wakati aliyefanya kosa ni mtu mmoja. Ni watake wauguzi mtoe huduma kwa weledi, staha na upendo, hasa kipindi hiki ambacho, ambacho serikali yetu imejitahidi kuboresha miundombinu ya afya nchi nzima, lakini pia imeweka vifaa vya kisasa kwenye majengo yetu. Kwa hiyo serikali inatuhimiza sisi viongozi na watoa huduma kuhakikisha kwamba tunatoa huduma iliyo bora na kwa kuzingatia customer care. Mheshimiwa mgeni rasmi, wauguzi wetu hawa tunawafahamu vizuri, wanafanya kazi nzuri, siku zote wamekuwa wakitoa taswira ya huduma za afya maeneo yote. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ambazo mnazifanya shughuli za wauguzi kama ambavyo zimeainishwa kwenye taarifa ambayo imetolewa, ni kulinda uhai wa mwanadamu kuanzia anapozaliwa na kulinda utu wake hata mwisho wa uhai. Lakini wauguzi hawa unaowaona pia ni wasimamizi wakuu wa huduma hizi za afya wamefanya kazi kwa weledi, wametoa huduma nzuri, lakini wamefanya kazi nyingine ambako ziko nje kabisa ya taaluma yao, lakini mimi huwa siachi kuwasifia. Wamesimamia mpaka ujenzi wa miundombinu tunayoiona. Wengine ukiwauliza okay, hapa matofali, simenti, nini, wanajua inavyotakiwa kuwekwa, mabomba ya kaeje na nini, wameshiriki. Lakini pia wanatunza rasilimali nyingi za hospitali muda wote Kwanzia wanapoingia kazini wanakabidhiana, wakitoka wanakabidhiana vifaa, wanakabidhiana wagonjwa, kila kitu kilichopo makabidhiano yanafanyika na wauguzi. Kwa hiyo ni watunzaji wa kila kitu kilichoko ndani ya hospitali. Kwa kweli, kwa utendaji huu, tuliona hii siku isipite, pamoja na kwamba waliweza kushiriki kwa uwakilishi kule Iringa, lakini kwa mkoa wa Singida tukasema tupate pia nafasi tuweze kushirikiana nao tufurahi pamoja lakini pia tukumbushane majukumu yetu yale ya kila siku. Kama ambavyo wamesema, baraza la wauguzi linafanya kazi kubwa katika kuhakikisha linadhibiti maadili yale ambayo ya kuna baadhi ya wenzetu wanakuwa wanakiuka, kwa hiyo mara nyingi wanachukua hatua. Kumbuka kuwa serikali inatambua sana huduma za uuguzi na ukunga, ambapo asilimia sitini ya watu wa huduma wote sekta ya afya ni wauguzi nawakunga na asilimia na themanini ya kazi zote za sekta hiyo hufanywa na wauguzi. Hivyo, kwa kutambua mchango mkubwa wa wauguzi katika huduma za afya nchini, ndio maana serikali ipo bega kwa bega na wauguzi katika kuinua na kuboresha taaluma hiyo. Serikali imeendelea kuajili wauguzi wa kada tofauti tofauti, kutoa fursa za wauguzi kujiendeleza kitaaluma, kuwawezesha kuhudhuria mafunzo na makongamano mbalimbali pia kuongeza bajeti kwenye dawa na vifaa tiba ambavyo humwezesha muuguzi kutimiza majukumu yake kwa urahisi na ubora zaidi. Hata hivyo, serikali imeendelea kuboresha huduma za afya kwa kujenga na ukarabati miundombinu ya majengo na hivyo kuongeza usalama kwa wauguzi, wateja na wagonjwa kwa kuwa ni mazingira safi na salama ya kutolea huduma. Ndugu washiriki, maadhimisho haya ni chachu ya kuongeza ari ya kutoa huduma bora zenye kuzingatia heshima, staha na utu wa binadamu. Haya yote pasipo kujali hali rika rangi au dini huku zikizingatia maadili chini ya misingi ya uguzi na ukunga Kumbuke jitihada za mwanzilishi wenu Bi Florence Nightingale za kuhakikisha taaluma ya uguzi inasimama na kuendeleza hadi karne hii ya ishirini na moja tunajivunia uwepo wa wauguzi na wakunga wenye ujuzi mkoa kwa sasa na wauguzi wenye shahada sitini na tatu shahada 429 astashahada 439 na wauguzi bingwa wawili eneo la ukunga na Critical Care, na hii kufanya mkoa wa Singida kuwa na wauguzi wenye ujuzi 933, na haya ni maendeleo makubwa sana kitaaluma. Mjipigie makofi. Serikali chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuboresha masilahi ya wauguzi ya ya kimundo, kwa kufanya mapitio ya maboresho ya kimuundo kwa kada za uuguzi na ukunga kuendelea kuwapandisha madaraja kwa wakati na kuhakikisha mnapatiwa stahiki mbalimbali za kiutumishi ili kuhakikisha wauguzi mnafanya kazi kwa ari, weledi na utulivu. Hata hivyo, serikali itaendelea kuwawezesha wauguzi kuhudhuria makongamano na semina mbalimbali za kitaaluma, zile ya kitaifa, kikanda na hata kimataifa. Ndugu wa shiriki, inatambua uwepo wa wauguzi wengi wanaofanya kazi kwa ufanisi kwa kufuata maadili ya taaluma hii adhimu. Pamoja na utoaji wa huduma mmeweza, pia kusimamia ujenzi kama hapa hospitali tuna EMD, tuna jengo la mama na mtoto, tuna jengo la upasuaji. Lakini pia naamini Manyoni wamekuwa na miradi mbalimbali ya afya, Ikungi, Mkalama, Singida DC na nyinyi mmekuwa sehemu ya kusimamia hiyo miradi. Kwa hiyo tunawapongeza sana sana kwa kazi kubwa na nzuri mmekuwa mkifanya. Wapo baadhi ya wauguzi wachache wanaochafua taswira ya taaluma hii, wakiuka maadili na miko ya uuguzi na ile ya kiutumishi kwa ujumla, kwa tabia za ulevi, kuchukua fedha za wagonjwa, kuwauzia wagonjwa watengwe bidhaa za afya. Hawa wanaharibu tasnia nzuri ya uuguzi na ukunga. Ninaomba wauguzi hawa wanapotambuliwa, wakemewe na kuchukuliwa hatua. aa Inaendelea kuwashukuru wauguzi wote na viongozi wenu kwa maandalizi ya maadhimisho haya ambayo yatasaidia kuzaliwa upya katika utekelezaji wa majukumu yenu, tasaidia kuzaliwa upya katika, katika kuleta morali ya kazi na utoaji huduma bora, lakini kuzaliwa upya kwa kujituma na kuipenda kazi yenu, kuzaliwa upya katika kumpenda Mungu na watu wake ambao ni watu mnaowahudumia, kuzaliwa upya katika kuweka malengo na kuyasimamia kuzaliwa upya katika kufanya kazi kwa bidii, upendo mkubwa na kujitolea. Kuzaliwa upya katika kujali utu wa mtu na kutunza siri za wagonjwa. Kuzaliwa upya katika kuhudumia watu wote kwa usawa na kushirikiana na wataaluma wengine. Ninaomba niwaambie kwamba nyinyi ni wathamani sana, lakini pia nyinyi ni watu wamingi sana, lakini pia nyinyi ni, wa ni watu bora sana na kazi yenu kwa kweli ni nzuri, tunaitambua, na ni kubwa na mnaifanya kwa kutegemea sana Mungu. Hivyo muendelee kumwomba Mungu aweze kuendelea kuwasimamia. Ninaomba muendelee kushirikiana, msiache kujifunza, muendelee kupendana. unapoona, unapona, unapona, unapitia, unapitia, unapitia, unapitia, putia, kuna eneo unapitia ni gumu, hebu mshirikishe mwenzio, kwa sababu yote tunayoyapitia kuna ambao wameshayapitia. Mm, mshirikishe mwenzio, jifunze kile kilichopita leo, ili unapofanya kazi yako ifanye katika ubora siku hii iwe ni chachu na hali mpya ya kutoa huduma bora, kama ambavyo kauli mbiu yenu inasema, uuguzi nguvu ya mabadiliko duniani. Mungu, ibariki taaluma ya uuguzi na ukunga. Mungu, ibariki Tanzania. Kwa kweli, tuna watangazia jamii, wauguzi, tunaipenda sana huduma ya kiuguzi, na tuko tayari kuhakikisha afya zao zinaboreshwa. Wakiwa na shida, wamkimbilie muuguzi wakati wote kwa sababu sisi usiku na mchana ni jeshi liko kazini kwa ajili ya kuhakikisha afya ya Watanzania inaimarika. Leo hii tunaazimisha siku ya uguzi duniani kimkoa. Siku hii ya leo tumepokea vizuri vizuri mno, maana inatukumbusha misingi mbalimbali mbali, kanuni maadili ya taaluma yetu ya uguzi. Kwa hiyo ni siku muhimu sana ambayo inatukumbusha sisi kuweza kutimiza wajibu wetu kwa wananchi vizuri. Tunafurahia sana hii taaluma yetu ya uguzi kwa sababu lengo ni kuwahudumia wagonjwa vizuri. Na pia natoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu kwa kutuwekea miundombinu mizuri, ametujengea majengo ya kutolea huduma jengo la IMD na jengo la maternity katika hospitali yetu. Kwa hiyo tunamwahidi, tutaendelea kuhudumia wagonjwa wetu vizuri na kuwapa huduma zilizo njema. Kwa sasa tunafanya kazi kwa uledi, tunafanya kazi katika vitanda ambavyo hata vitumizi migongo, lakini ombi letu kubwa, tunaomba kuongezewa wauguzi na wakunga kwa sababu bado hatutoshelezi katika huduma. Tunaomba aongeze ajira ili tuweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.